Kua sana baada ya mge... <tapra> e, e, la mashabiki wa timu ya Yanga e, baada ya kupata ushindi kwenye mchezo wa leo kama unavyoona, kama unavyoona wakiwa wametoka Hati katika dimba hili la Benjamin Mkapa, ushindi ambao wameupata siku ya, ya leo. Kama unavyoona mashabiki wa Young Africans hao, baada ya kupata ushindi kwenye mchezo wa siku ya leo, vibe ni kubwa sana hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Kama unavyoona, mtazamaji, hili ni vibe la mashabiki wa Young Africans, ushindi ambao wameupata kwenye mchezo wa leo na kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Hivi ndivyo ambavyo wanashangilia nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa,

walompokea walompokea kaangopea yeah, kibas wamempokea wakawa wanacheza hasa, sisi tunacheza hivi, sisi tunacheza hivi, wakiwa wana enjoy mashabiki wa Young Africans ambao wametoboa katika mchezo eh, wa siku ya, ya, ya, ya leo.